Kiungo cha goti ni kiungo ambacho ni dhaifu sana sana na kinaweza kusababisha matatizo kwa vijana na wazee. Ni muhimu sana sana kuweka uzito sahihi kulingana na urefu. Na kwa vijana, ikiwa una majeraha yoyote, hakikisha unayashughulikia. Ukishughulikia, unaweza kutatua matatizo mengi; usipoyashughulikia, utajikuta na matatizo mengine mengi siku za usoni. Siku hizi, tunaona kesi nyingi za OA ya sehemu ya sehemu katika kiungo cha goti. Unaona, sehemu ya kati na sehemu ya pembeni. Ikiwa kuna sehemu moja tu inayohusika, hatufanyi kawaida kubadilisha goti lote, tunafanya kitu kinachoitwa kubadilisha sehemu ya goti. Kwa teknolojia ya kisasa na mfumo wa roboti, siku hizi tunaweza kufanya kubadilisha sehemu ya goti kwa kutumia roboti kama huduma ya siku moja Ikiwa mgonjwa yuko sawa, hana magonjwa mengine, bado tunaweza kufanya huduma ya siku moja. Wanaweza kuja asubuhi, kufanyiwa upasuaji na kurudi jioni nyumbani. Ikiwa mgonjwa ana matatizo madogo kama sukari, shinikizo la damu, hii itawafanya wajisikie kawaida zaidi, wanajisikia kama goti la kawaida zaidi. Wanaweza kukaa chini, wanaweza kuchuchumaa, wanaweza kufanya padmasana na uo, wanaweza kufanya harakati nyingi za kawaida za kiungo cha goti.